Mimi kwa majina naitwa Anton Luvanda almaarufu kama MC Luvanda, na Pilipili ni rafiki yangu wa muda mrefu e, takriban miaka kama kumi na tano sasa, kama sio kumi, na tumekuwa marafiki wa muda mrefu kiasi ambacho alikuwa ananiita baba. Kwahiyo Pilipili amekuwa ni kijana ambaye ame, amependa sana mambo ya talent au talanta, kukuza kipaji chake. Kwahiyo nilikuwa namsaidia katika mambo mengi lakini to cut the story short uh, Pilipili amegusa maisha ya watu wengi sana, kama inavyoonekana kwenye mitandao, na ndivyo ndivyo alivyo. Ni mtu wa furaha, ni mtu wa kucheka wakati wote na kuchekesha, na imefika wakati ambapo tumefika tunaenda kumpumzisha, ingawa imekuwa ni ghafla sana. Na hata mara ya mwisho mimi naongea naye ilikuwa wakati ule ameleta utani mwingi sana juu kia ya kiatu chake cha dhahabu, kwa hiyo nikawa nimecheka sana kwa sababu najua tulikotoka. E, vitu alivyokuwa anafanya. Kwa hiyo swala la yeye kupata umauti limenishtua sana, kwa sababu imekuwa ghafla. Pilipili alikuwa sio mtu wa kuumwaumwa, kwa hiyo ilivyotokea kwamba amefariki ghafla ni kitu ambacho kimenipa uzuni kubwa sana. Nitoe wito kwa jeshi letu la polisi kuimarisha ulinzi, kwa sababu jeshi la polisi ndio wana dhamana ya kulinda raia na mali zao. Ehe, kwa hiyo e, sijua watatumia njia gani, lakini ninachoweza kushauri mimi kwangu, mimi sasa hivi teknolojia imekuwa ukienda miji kama Zanzibar, ukienda miji ya Ulaya, ukienda China kwa mfano, kila sehemu kuna kamera CCTV. I think imefika wakati sasa uh, wizara ya sayansi na teknolojia wakishirikiana na wizara ya ulinzi uh, waweze sasa uh, wizara ya mambo ya ndani waweze kuanzisha kuweka kamera tisi kwenye maeneo muhimu, kwenye miji mikubwa pawepo na kamera. Ukiwa na kamera inakuwa rahisi kuanza kujua wapi pa kuanzia, lakini Eh, maanake sasa tuseme ndio, ndio njia ambayo ya kisasa ya kukabiliana na uhalifu, kwa sababu uhalifu anapokuja anakuja kama binadamu mwenzako eh, hajavaa vazi la kigaidi au vazi lolote, anaonekana na rafiki yako, lakini panapokuwa na kamera anakuwa ni rahisi. Lakini pia Watanzania, turudi kwenye ushirikiano wetu tutokuwa nao, sisi ni wamoja, tumekuzwa katika ujamaa na kujitegemea. Inapotokea jambo kwa mwenzako ambao unaona halieleweki, basi jaribu kutoa taarifa lakini pia kuweza kutoa usaidizi, hiyo nafikiri tutalinda sana e, sijajua kwa wengine, lakini I think tunahitaji kuwa na mwamko ule tuliokuwa nao wa kuweza kusaidiana. Kuna haja ya kuwa mtu maarufu ukawa na ulinzi. Mimi nilikuwa na walaumu sana wachungaji ambao wanatembea na bodyguard, lakini sasa hivi nimeelewa kwamba wanahitajika kutembea na bodyguard. Yaani kwa tu mtu tuliofikia sasa hivi ni lazima uwe na yani hivi, walinzi lakini walinzi ambao ni professional of course, pamoja na walinzi pia. Biblia inasema mimi Mkristo, Biblia inasema Bwana asipoulinda mji, wao wanaolinda wanakesha bure. Unaweza kuwa na walinzi afu walinzi hao ndo wakakuchoma vile vile, wakajua ruti zako zote na wakakusaliti kwa hiyo. Lakini ni muhimu sana kuwa na ulinzi, ni muhimu sana. Hata kama sio ulinzi ambao ni wa, wa bodyguard, basi uwe na mtu ambaye anajua whereabouts zako, kwamba mimi nimetoka sehemu fulani naenda sehemu fulani. Kwa wazungu kuna watu, kuna kitu kinachoitwa panic button kwa mimi naweza nika press button, ndugu yangu alioko mbali akasikia kajua kama niko hatarini na akani trace eh. kuna tracking device mtu anakuwa nazo, kwa hivyo ni vitu ambavyo teknolojia sasa hizi inaweza katusaidia, ukajiweka chip ambayo microchip ya ku track uko wapi, na kuna panic button kibonyezwa, basi unajua ndugu yangu yuko hatarini. Kwa hivyo ni vitu ambavyo wasanii na watu ambao ni wakubwa kubwa wanatakiwa kuwa navyo ili kuweza kukatika hali salama.